Hi traders. I'm leo kwa haraka haraka sana, ningependa tuzungumzie swala zima kuhusu trading psychology. Why tunazungumzia trading psychology? Hii ni moja kati ya vitu vingi sana ambavyo watu wengi sana kwenye forex tunateseka nacho. Yaani, kuna ile level ambayo unafika, labda ukiona tu blue unafunga, ile ni psychology. Yani ile level ya kwanza kabisa ni yani ya wale newbies, yani tu blue unafunga. So, yani kuna level nyingine unafika, yani uko tayari ku hold loss kwa muda mrefu kuliko ku hold profit kwa muda mrefu. Hii nayo ni level nyingine kwenye swala zima la psychology, mm -hmm. Alafu kuna ile level sasa unafikia kwamba yani wewe unataka yani kwamba yani udabu account unataka by power by force, yani hii trade ifike same plan, tumenielewa hapo? Kuna nakutani mtu uko tayari ku hold on trade yani hold trade profit mpaka inaenda mpaka inageuka, asa wenye moyo wa ku hold hii ni wachache ni wa sio wengi okay. Level nyingine sasa ya kwenye psychology ni kwamba yani unaweka pale take profit na stop loss vizuri kabisa, lakini sasa ikifika yani kwamba yani wewe unakuwa hauna ule moyo wa kungojea trade yako ifike kwenye take profit, au inakaribia kufika kwenye stop loss unaisogeza mbele, yani kwamba kama ilikuwa ni labda dola ishirini loss unaisogeza mbele kwayo inaenda tu inaenda tu. Yani hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ni mwenyewe vilinitesa sana sana. Pia sasa yani kuna ile, kuna ile muda ambao yani labda unakuwa ume-trade, sawa, umebai either ilikuwa ni sniper, ile sniper entry, au ilikuwa labda umeona labda pale kuna double top, labda kwa wale ambao tuna trade price action, ukamua tu kwamba okay, ngoja niruke nayo hapa. Sasa kuna muda zile kendo, si kujua kunakuwa na reversal. Sasa wewe pale kwenye ku hold zile reversal, unakuwa huwezi sha, unafunga account wewe <laughs> ni mmoja wako sijui <laughs> anyway. Guys um, video zaidi kuhusu forex kwa Kiswahili ku unaweza kuzipata pale YouTube, jina ni Jojo Swahili Forex, na pia kwenye link kwenye bio yangu utakutana na link pale, utakpeweka moja kwa moja kwenye YouTube channel yangu. Like this video, comment and share, and let's meet on the next video.